sio mkutano wa hadhara, gari la nini? Ili gari la matangazo. Na anayetangaza nani? Makonda alikuwa nasema ilani ni mipango inayotokana na changamoto za wananchi zilizoibuliwa na utafiti wa chama cha siasa na kuweka mkakati wa kuzitatua kupitia utaratibu wa kampeni wa miaka mitano kwa mujibu wa katiba yetu. kwa anapokuja Daktari Samia Suluhu Hassan hapa Mwanza, anakuja kutuambia kile ambacho chama cha Mapinduzi kimeona ni muhimu kifanye kwa miaka mitano, kutokana na mahitaji tuliokuwa nayo sisi wananchi, ambayo hayo mahitaji yametupelekea tutazame mpango kazi huku ikitagizwa na kipato chetu kwa maana ya bajeti kao. Unapoombwa kuhudhuria mkutano, unaombwa kushiriki kujua mipango iliyopo. Unapoacha kushiriki mkutano, unashindwa kuelewa serikali itakayoingia madarakani itaweka nini kama sehemu ya utoaji wa huduma kuwatumikia wananchi waliochagua. Mi niwaombe wote, kila mmoja amjulishe mwenzake kesho kuhongwa. Kesho hiyo hiyo raisi wetu atakuwa yuko Misungwi na atakuwa Sengerema, na siku ilofata atakuwa na mkutano mkubwa hapa kwenye viwanja vya Nyamagana. Twendeni tukamsikilize Daktari Samia Suluhu Hassan. Wana Mwanza, tunajua hili ni jiji kubwa na yako mambo mema mengi mazuri yamefanyika, na kwa kukamilisha kazi iliyoanzwa, leo hii daraja letu na JPM limekamilika. Maana yake nini? Mwanza nazidi kufunguka. Leo hii ukipita pale unaona ujenzi wa SGR, maana yake ile treni ya mwendo kasi inakuja mpaka Mwanza. Ukipita utaona meli ya mizigo ya abiria tunapokwenda kumsikiliza tunapata kuona nyongeza mambo gani yatafanywa kazi. Baada ya kusema hayo, kwa sababu si mkutano wa hadhara alikuwa anapita napita, naomba mliruhusu na mimi nikashangae sokoni. Mna soko zuri na limejengwa kwa kisasa, na mimi kule kwetu Arusha nimeanza kukomaa nimemwomba mheshimiwa rais Samia ametoa pesa. Na sisi tunajenga soko letu, na sisi angalau tufanane na majiji yote makubwa, kama ambavyo nyinyi hapa wana Mwanza mnavyonufaika na soko zuri la kisasa. Mimi nalijua soko lilivyokuwa siniwahapa hapa algu kunaahena nataenaali no. eh? no. <laughs> <laughs>

Lakini kwa nasema, wale ndugu zetu ambao wanashawishi watu wanashawishi watu wasiende kupiga kura, wale wamechagua kutokuchaguliwa, wamechagua matatizo, wamechagua kuto kuchaguliwa. Kwa kuwa wamechagua kutokuchaguliwa wanatamani na watu wote wasichague, kwa sababu wao wamechagua kutokuchaguliwa. Wewe umeamua kuchagua, twende tukamchague tunayemtaka atuongoze, na tuna vyama kumi na nane vinavyoshiriki uchaguzi. Vyama kumi na nane ni Watanzania, wao sio bora kuliko Watanzania wengine. Wameamua kutumia haki yao ya msingi ya kutokushiriki, wasilazimishe na wengine wasishiriki.